Huyu ni mmoja ya mfululizo wa watu waliotikisa siasa za Tanzania. Jina lake anaitwa Humphrey Harrison Polepole. Wengine humuita mwanafalsafa wa CCM, wengine humuona kama mtetezi wa maadili na wengine kama mtu aliyesema ukweli usiopendezwa masikioni mwa wakubwa. Leo tutaangalia safari yake kutoka kijana aliyeamini katika falsafa za Nyerere hadi mwanasiasa aliyetikisa mitandao ya kijamii kwa barua moja tu ya kujiuzuru. Humphrey Harrison Polepole alizaliwa Tanzania katika miaka ya sabini. Tangu akiwa kijana alikuwa mtu wa maneno mazito, mwenye misimamo, anayopenda maadili, mambo ya maendeleo na kuamini sana katika haki na uwajibikaji. Elimu yake ilimpeleka kwenye Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na pia Mwalimu Nyerere Memorial Academy ambako alijikita kwenye falsafa za kijamaa, maadili ya taifa na uongozi wa wananchi. Baada ya masomo, Polepole pole, alianza kufanya kazi kwenye taasisi mbalimbali za kijamii. Alikuwa akionekana kwenye midahalo, kwenye TV akizungumza kuhusu uongozi, maendeleo na maadili. Watu wengi walimwona kama kijana mwenye kipaji, mwenye hoja nzito na asiyoogopa kusema anachokiamini. Ndiyo alionekana ni matirio ya kiongozi ndani ya chama. Mwaka elfu mbili kumi na sita serikali ya awamu ya tano chini ya rais John Pombe Magufuli ilimpa nafasi kubwa, mkuu wa wilaya ya Msoma. Hapo ndipo jina la Polepole lilianza kusikika kwa nguvu zaidi. Alikuwa mkali mchapakazi, na kila mara akisisitiza nidhamu na maadili. Lakini hiyo haikukomea hapo. Baada ya muda mfupi, aliteuliwa kuwa katibu wa itikadi na uenezi wa CCM. Hii ilikuwa nafasi yenye ushawishi mkubwa sana, mtu ambaye anazungumza kwa niaba ya chama chenye nguvu kuliko vyote nchini. Hivyo kila neno lake lilikuwa na uzito. Wakati huo Polepole pole, alijulikana kwa kauli kali na maneno yenye msimamo. Wapo waliompenda kwa uwazi wake na wapo waliomkosoa wakisema alikuwa mkali mno. Lakini kitu kimoja hakikubadilika, alikuwa muumini wa nidhamu, maadili na falsafa ya kujitegemea. Wengi wakasema huyu kijana ana future kubwa ndani ya chama. Lakini siasa ni mchezo wa ajabu. Maji yakibadilika mwelekeo, hata mashua thabiti inaweza kuyumba. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja, baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli, Tanzania ikaingia kwenye kipindi kipya chini ya Rais Samia Sulu Hassan. Mfumo ukabadilika, siasa zikawa laini zaidi, diplomasia ikawekwa mbele na tuni ya serikali ikawa tofauti. Polepole pole, aliyekuwa msemaji wa zama za Magufuli, alibadilisha sauti yake kidogo, akaonekana kimya zaidi. Wengine wakasema labda anajipanga upya. Baada ya muda alipewa uteuzi mpya, balozi wa Tanzania nchini Malawi na baadaye balozi wa Tanzania nchini Cuba. Watu wengi waliona huu kama mwanzo mpya, nafasi ya polepole pole kuendelea kuitumikia nchi kwa njia ya diplomasia akiwa Cuba alijikita kwenye masuala ya elimu, afya na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili, lakini ndani yake kitu kilionekana kubadilika. Polepole alianza kuandika jumbe fupi mitandaoni, zenye maadili, zenye maonyo na zenye hisia, kama mtu aliyekuwa na jambo fulani moyoni. Kisha ghafla, mnamo tarehe 13 Julai mwaka huu 2025, taarifa zikasambaa kila mahali. Humphrey Harrison Polepole amejiuzuru nafasi ya ubalozi wa Tanzania nchini Cuba. Ilikuwa ni taarifa ya kustua kweli. Katika barua yake ya wazi Polepole pole alisema amepoteza amani ya moyo na imani katika mwenendo wa uongozi wa sasa. Akaongeza kuwa hataki kuwa sehemu ya utawala unaopuuza maadili, katiba na haki za binadamu. Kauli hizo zililipua mjadala mkubwa nchini. Wapo waliompongeza, wakasema hatimaye mtu kasema ukweli, lakini wengine wakamkosoa wakisema huyu ameharibu karia yake mwenyewe. Mitandao ikawaka moto. Siku chache baadaye, serikali ikatoa taarifa rasmi ya kwamba uteuzi wake umefutwa, hadhi yake ya kidiplomasia imeondolewa, na tarehe kumi na sita Julai elfu mbili na ishirini na tano akaondolewa akaondolewa rasmi kwenye orodha ya mabalozi wa Tanzania. Kwa maneno mengine, Polepole hakuwa tena sehemu ya mfumo wa serikali na hapo ndipo mambo yakaanza kuwa ya kushangaza zaidi. Polepole alidai kwamba watu wasiojulikana waliingia nyumbani kwa dada yake na kumchukua. Alisema anaamini tukio hilo lilihusiana na msimamo wake wa kisiasa. Habari hizo zikazua taharuki kubwa, huku watu wengine wakihofia usalama wake. Serikali haikutoa maelezo ya kina, lakini mjadala ulikuwa mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Wengi wakaanza kuuliza, kuna nini kinaendelea hapa? Baada ya hapo, polepole pole alitulia kimya. Hakutoa mahojiano, hakuposti tena kama zamani. Wafuasi wake wakaanza kujiuliza, je, yuko salama? Je, ameondoka nchini? Hakuna aliyekuwa na jibu la hakika, lakini mmoja lilikuwa wazi, alichokifanya kilikuwa na uzito mkubwa wa kisiasa. Leo hii jina la Humphrey Polepole linabaki kuwa moja ya majina yenye utata kwenye historia ya siasa za kisasa za Tanzania. Mtu aliyekuwa ndani kabisa ya mfumo akatoka kwa maneno mazito. Wengine wanasema ni shujaa wa kweli, wengine wanasema ni msaliti wa chama, lakini ukweli ni kwamba alichagua kuzungumza wakati wengine wamenyamaza. Mnamo tarehe 6 Oktoba mwaka huu 2025, mitandao ya kijamii nchini Tanzania ililipuka kwa kuongelea ishu moja tu, nayo na si nyingine bali ni kutekwa kwa ndugu Humphrey Polepole katika makazi yake yaliyoko huko Ununio jijini Dar es Salaam, na hii imetokea baada ya kuwa mkosoaji wa serikali iliyopo madarakani kwa kipindi hiki, ambapo mpaka sasa haijulikani alipo. Swali kubwa ni moja tu, je, Humphrey Polepole atarudi tena kwenye siasa au hii ndiyo imekuwa sura ya mwisho ya safari yake kisiasa? Hii ndiyo simulizi ya Humphrey Polepole na historia yake kwa kifupi; mwanasiasa, mwanadiplomasia na mwana falsafa ambaye jina lake litaendelea kutajwa kwa muda mrefu. Iwe unampenda au unamkosoa, huwezi kukanusha jambo mmoja, Polepole pole. Alikuwa tofauti. Asante kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe ku like na kuandika maoni yako hapo chini. Wewe unadhani Polepole alifanya uamuzi sahihi au alikosea?